Jitihada za Wizara na taasisi zake kutembelea magereza zimepunguza mahabusu 618 kwa kuweza kuachilia 618. Namba hiyo ni muhimu sana sana. Mafunzo haya mnayoyapata, kwetu sisi, kwenu nyinyi atawapa ujuzi zaidi, lakini kwetu sisi pamoja na ujuzi Yataimarisha mahusiano yetu kati ya wizara ambayo inasimamia haki na nyinyi Jeshi la Magereza ambao mnatekeleza haki. Kwa hiyo tunatembelea magereza katika kuongea na wafungwa na mahabusu, saa nyingine kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo zipo. Nilimkuta dada mmoja pale, binti mdogo sana Tuvyo muona tu mimi nikajiuliza kwa nini binti kama huyu yuko ndani? Nikataka kujua amefanya nini. Kaonekana kumbe hamna hata kesi ya kumweka ndani. Amegombana na mwajili wake, mwajili wake kamtengenezea kesi. Anasema anamdai laki tatu. Nikasema huyu atoke laki tatu nitamlipa mimi huyo mwajili, mwambie aje achukue kwangu. Yule mwajili ya kufika mpaka leo. Na bado namsubiri aje achukue laki tatu yake. Kwa hiyo ziara hizi zinasaidia pia kuimarisha uhusiano wetu. Jeshi litaendelea na jitihada za kuboresha utendaji kazi sambamba na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, lakini na maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa na viongozi wa juu akiwemo Amiri Jeshi Mkuu. Zipo jitihada ambazo tunaendelea nazo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tayari tumeanza mchakato wa marekebisho ya sheria ya magereza ya mwaka 1967 na kanuni zake, iko katika hatua nzuri na iko kwenye mamlaka za juu kwa hatua zaidi lakini tutaendelea kutoa fursa ya mafunzo kwa wataalamu wanasheria na wataalamu wengineo, lengo likiwa ni kuwajengea uwezo, kuwaongezea umahiri ili waweze kufanya kazi kwa weledi, na haya pia yalikuwa ni maelekezo ya tume ambayo iliundwa amba na Mheshimiwa Rais kwamba tuone namna kutoa mafunzo ya mara kwa mara ili kuweza kuwafanya wafanye kazi kwa weledi kubwa tendeka kwa wigo mpana, kwa sababu wanamna ya kipekee labda, tulikuwa wanasheria wetu walikuwa wao, sasa wanaenda kuitekeleza ile dhamira ya mheshimiwa rais ya wale wafungwa ambao baadhi yao wengi hawana uwezo wa kununua huduma ya kisheria au ya kugharamia huduma ya kisheria, wanaenda kuipata bure na hilo tutakuwa tumeenda kuwatendea haki wa Tanzania hasa wale walio katika hali duni.